Hiyo ni katiba. Katiba inasema msingi wa mamlaka ni wewe mwananchi, na inasema unapoweka hayo mamlaka, lengo kuu la serikali, hayo mamlaka lengo lake kuu, moja lengo namba moja ni ustawi wa mwananchi. Tukisema ustawi maana yake nini? Ulale pazuri, utibiwe vizuri, utembee kwenye barabara nzuri uwe na maji, uwe na umeme, watoto wako wasome vizuri, ndio lengo kuu la serikali. Katiba inatambua kitu kinaitwa utajiri wa taifa. Katiba yetu inasema kuhusu utajiri wa taifa kwamba utumike kwa ajili yetu sote bila kubagua mtu, lakini vile vile utajiri huu utumike kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Uma, utajiri ambao katiba yetu inazungumza ni upi? tajiri wa taifa letu. Moja, nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Ardhi ya nchi yetu, land mass ya nchi yetu, laki tisa na ngapi? arobaini na saba, laki tisa na ngapi? arobaini na tano. Ukichukua nchi ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi ukiziunganisha kwa pamoja zinakuwa na kilomita za mraba laki nane tisini. Sisi nimewambia sisi peke yetu laki ngapi? tisa arobaini na tano. Kwa hiyo nchi nne za Afrika Mashariki zote hazilingani na nchi yetu moja, na nchi hii haina hata kipande kimoja hapa na hapo chenye jangwa. Hata nyiye Dodoma ndio sehemu ambayo ni kame, lakini Dodoma ukichimba maji mita mia moja unapata maji baridi kabisa. Uongo kweli? Kweli. Hakuna sehemu kame kwenye nchi. Kwa tunapozungumzia utajiri wa nchi yetu, namba moja ni ardhi. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Mambo mangapi? inahitaji watu. Watu tunao milioni sitini na tatu. Inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Tukizungumza kuhusu ardhi, nimewambia tuna kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano na unapozungumza kuhusu ardhi unasema kuhusu nini? Na vyote vilivyomo, unazungumza kuhusu maji. Tanzania ni nchi ya kwanza kwa kuwa na maji mengi mazuri, maji baridi, sio maji ya bahari, Afrika nzima, ya tatu kwenye dunia. Hii ndio nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika na pili duniani, Victoria ndio nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika, ujazungumza Nyasa, ujazungumza mito mikubwa. Kwa hiyo tuna maji pale Kimbiji, Dar es Salaam, maji yaliyoko chini ya ardhi, ukiyatoboa Dar es Salaam itazama, kwa sababu ni mengi mno. Kwa hiyo ukizungumza kuhusu ardhi, unazungumza kuhusu maji, unazungumza kuhusu milima. Tanzania ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima wenye maajabu, wenye theluji juu yake, mlima Kilimanjaro. Ni nchi pekee yenye ya madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ambayo ina, ina dhahabu kila kona ya nchi hii, kianzia kwetu Tarime ni dhahabu, kienda Musoma ni dhahabu kienda Geita ni dhahabu, Nzega ni dhahabu, Kahama ni dhahabu, Bulyanhulu ni dhahabu, Bukombe ni dhahabu, Singida ni dhahabu, hata Dodoma kuna maeneo wanachimba dhahabu, nenda Chunya dhahabu, nenda Kolu, nenda mpaka kule Rwangwa ni dhahabu. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu duniani gramu moja, gramu ni shilingi laki tatu na kumi Unaelewa, gramu mzee? Ukichukua wembe mzima ukavunja kale ka nusu, ndio gramu moja, laki tatu na kumi kwa ka wembe kale ka moja. Sasa kunatoka matani na ma maroli na maroli ya dhahabu kila siku kwenye nchi hii, yanakwenda huko duniani. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu unazozitumia, yanatoka Tanzania Kabanga, Kagera nchi yenye almasi wadui, nchi yenye chuma chuma hii kinachotumika kutengeneza magari nondo na kila kitu kinachotumika chuma. Sisi tuna mlima wa chuma, sehemu inaitwa Liganga Ludewa. Tuna makaa ya mawe, tuna kila kitu dunia hii. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini katiba inasema kwamba utajiri wa nchi yetu utumike kuendeleza watu, lakini watu wa Dodoma ni maskini. Na mimi nazungumza kuhusu Dodoma, watu wa Dodoma miaka sitini na tatu baada ya uhuru wanaishi kwenye vichuguu, vinaitwa nyumba matembe. Wanaishi kama watu walivyoishi kabla karne, wakati wa Yesu ndio watu waliishi hivyo, watu wa Dodoma wanaishi hivyo na sio watu wachache, katikati ya utajiri watu wetu ni maskini eh. Mpigania haki wa watu weusi Afrika Kusini anaitwa Steven Biko, kijana aliuawa kwenye mapambano yale, alisema the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha kubwa na nzuri anayoitumia mdhalimu dhulumiwa ni akili ya yule anayedhulumiwa. Watu wa Dodoma, mmelala. Akili zenu ndio zimewafikisha hapo mlipo, na mnapaswa kubadilika. Hatujaje kuwapembeleza, tumekuja kuambia ukweli, mtaumia sana. Nenda sehemu nyingine, hatusemi kuna maeneo watu wameendelea sana nchini, lakini watu wamepiga hatua kulinganisha na Dodoma. Hii inakuwaje? Tulikuwa Kongwa, ukitoa ile barabara ya rami inayopita kwenda, kwanza niambie, sehemu nyingine ambayo rami imeingia hapa? Hiyo ni fea? Ni sawa? Hii maji ya kunywa hakuna. Unahitaji Yesu Kristo aje kuambia haya? Hamjui Mwalimu Nyerere alisema ili tuendelee tunahitaji watu, siasa safi, uongozi bora na ardhi. Ardhi tunayo, watu tunao, nini kinakosekana? Uongozi bora. Sikilizeni mimi, ngoje mbo, niwaulize kitu tu mnachoweza kuelewa. Nchi hii mwaka jana, serikali imeruhusu tumeagiza maziwa kutoka nje ya nchi ya bilioni mia moja ishirini na nne. Maziwa haya tunayotumia, naenda kwenye shelfu kwa sababu <laughs> enda kwenye supermarkets hata kwenye viduka vya kawaida utakuta kuna maziwa sasa hivi asas yanajitahidi, haya ni maziwa ya Tanzania, mtanzania mwenze. Lakini naenda kwenye maziwa, utakutana na maziwa ya brookside yanatoka Kenya, utakutana na maziwa yanatoka Afrika Kusini, utakutana na maziwa yanatoka Rwanda Inoro, Rwanda. Nenda shoppers, utakutana maziwa ya, ya Rwanda watu wetu wanalala njaa, tunaagiza maziwa kutoka nje. Hapa Mjerumani aliwajengea kituo na chuo akakiacha. Tunaagiza maziwa ya bilioni 124 kwa mwaka, yanaruhusu yaingie kwenye nchi hii. Mkoa wa Dodoma, mkoa wa Dodoma una ukubwa wa kilometa za mraba elfu arobaini na moja mia tisa sitini na tatu. Nchi ya uhoranzi ina ukubwa wa kilometa za mraba elfu arobaini na moja mia nane na tisini. Mkoa wa Dodoma ni mkubwa kuliko nchi ya uhoranzi. Nchi ya Rwanda, Rwanda ya Kagame, ina kilometa za mraba elfu ishirini na sita. Mkoa wa Dodoma una kilometa za mraba elfu arobaini na moja. Sisi tunanunua maziwa kutoka Rwanda. Nyiye mko mitaani mnafanya peti, serikali Fikiria hivi, hakuna nchi ambayo watu wameendelea bila serikali kuweka mkono wake ili iendeleza watu wake, kwa sababu wewe ukiendelea unajenga nchi. Wewe ukipata fedha utajenga nyumba, utamwajiri fundi hapa Dodoma, hapa kwenu, hapa Mpwapwa kwenu. Huyu huyu fundi akipata pesa atanunua mboga mboga kwa huyu mama anayeuza mboga huyu. Ataagiza bodaboda ampetee mboga nyingine. Bodaboda atakunywa mafuta kwenye kituo cha mafuta cha huyu. Huyu atamwajiri, ataajiri mlinzi mlinzi atanunua nguo kwa huyu, fedha itazunguka miongoni mwetu. Tunapotoa fedha hapa inaenda kununua maziwa, tunasafirisha ajira na utajiri kwenda nchi ya nje. si hata kama mnaelewa nachozungumza hivi yeah? mnaelewa nachosema yeah? Ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali mwaka jana inasema serikali imepoteza yani, imefanya matumizi yasiyokuwa na tija Bilioni mia tano sabini na moja zimepotea. Ndio hizo mnasikia gori la mama, si kiduku cha mama, si wasanii wa mama mkwek. Hata barabara hamna, eti mama hatukudai. Melongo nii sio bure. Alafu mnaitwa hapo eti mje kutusikiliza kana kwamba tuna wabembelea. Tunataka kuwaambia ukweli, mfunguke akili na sivyo mtakufa maskini. Sasa hebu fikiria, serikali ingechukua hata bilioni hamsini tu ikanunua ng'ombe ikawapa watu malisho kwenye familia ya mgogo moja moja, wakawapa ng'ombe wawili wawili wenye mimba, wakawawekea na kiwanda hapa. Ng'ombe wale mimi nafunga ng'ombe wa maziwa, najua anatoa kuna ng'ombe anatoa lita ishirini lita kumi na tano. Hacha vile ving'ombe vya kwenu vile vinatoa sijui robo lita, hata robo haina. Ng'ombe wa maziwa hawa wanaopatikana chuoni a wakawapa kwa ajili ya kuwempawa, kama alivyofanya Kagame, kwamba sisi tunakupa ng'ombe mwenye mimba, anataka kuzaa mtoto, tunampa huyu mzee. Yule mtoto akizaliwa, akikuwa, tunamchukua tunampa huyu mama. Huyu mama yule ng'ombe anapandikizwa mimba, akizaa, tunampa huyu. Wanaroteki, kila mtu anakuwa na ng'ombe wake ukiwa na ng'ombe wawili wale ng'ombe wanakamuliwa miezi mpaka mtoto anakuja kuzaliwa mwingine, ndio unamwacha miezi miwili anazaa tena, unaanza kukamua. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ukizalisha maziwa lita ishirini na tano ng'ombe wawili, shilingi elfu hamsini kwa siku. Serikali imewekea maeneo ya kununua elfu hamsini unauza kila siku. Wewe ukipata elfu hamsini kila siku, kwa mwezi ni milioni moja point tano hiyo familia itararaje njaa? Hiyo familia itanunua bati, serikali itapata kodi kwenye bati, hiyo familia itajenga nyumba, itamwajiri fundi hapa, iyo familia itanunua kitanda, fundi seremala atapata pesa, pesa itazunguka. Leo pesa inatoka hapa inakwenda nje kuagiza maziwa, si so? hata kama mnaelewa hivi mnaelewa nini? <laughs>